E, bwana msanii ambaye alikuwa katika record label ya The Princess Music Label ambayo iko chini ya usimamizi wa Nandy. Hapa namzungumzia Yammy Yammy bwana tokea e, tunakumbuka kwamba hivi karibuni ni kwamba Nandy alitangaza rasmi kwamba amemwachia Yammy Yammy, hayuko tena katika record label yake, yuko huru, ni independent artist, na ni moja kati ya vitu ambao viliwafurahisha watu wengi sana. So Yammy alikuwa ya kimya baada ya hiyo issue kutokea na this time around ndo mara ya kwanza kabisa tokea alivyotangazwa kwamba ametoka katika record label ya, ya The Princess Record label ya Nandy, Yammy ameweka ujumbe kwa mara ya kwanza katika ukurasa wake wa Instagram. Ameposti picha, then akaandika kwamba leo ni wakati muhimu sana kwangu My journey has been easy. Umeona eh? Ameandika kwamba ni, leo, yani, leo ni siku muhimu sana kwake na, na safari yake haikuwa rahisi. My journey has never been easy. Yani, safari yake haikuwa rahisi. My limit have been reached in a ways I could never imagine. Yani vipimo vyake vimefikia malengo yake kwa, kwa mbinu au kwa viwango ambavyo hakuwahi hata kuvidhania. Kuna muda nilitaka kukata tamaa lakini kupitia uh, lakini kupitia yote niligundua I have to stay strong and keep on chasing my dreams. Umeona? lakini akaamua kuwa imara na kuendelea kukimbizana na ndoto zake. Akaendelea hapo kusema kwamba bwana, kila sehemu na kila jambo limenifundisha vitu. Alhamdulillah. Here I come, more stronger and determined than ever. Yaani akiwa anamaanisha kwamba sasa nakuja kwa uimara zaidi na kwa, kwa malengo na dhamira mpya zaidiuurasa wakepylikuwa ni ujumbe kwamba ilikuwa ni siku yake ya hiyo eh, huyu Yami tokea alivyotoka katika record label ya Nandi ya the Princess record label. Kwa mara ya kwanza kabisa ameposti ikiwa leo ndo siku yake ya pia upande wa pili pia mashallah amemposti pia Yammy japokuwa yuko tena katika record label yake, lakini ameonyesha support na love kwake kwa kumposti kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story Nandi ameandika happy born day msanii keep shining, alafu akamtagi Yammy. Kwa hiyo hapa, hii pia ni moja kati ya habari ambazo zime make headline. Kwa mfano, hapa kuna page imeandika kwamba bwana, licha ya label ya the African princess ya msanii Nandi